Usimshirikishe mwenyezi Mungu, yani usimwabudu au usimpe sifa za mwenyezi mungu asiyekuwa mwenyezi Mungu. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Kisha mwenyezi Mungu akaanza kuwasifu wazazi wawili na kuwaeleza namna gani tuwape ihsan. Wawassaina al-insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahni, tukamuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili japokuwa, wazazi wawili hawa, mama amemshinda baba kwa sababu mama ana dhahabu, mama ana fedha, mama ana shaba. Si hizi ndo medali ambazo zinagombaniwa mahala popote? Basi hizi zote mama amezichukua yeye. Baba ana kitu gani? Baba kwa kuwa na yeye amefanya kazi, miongoni mwa hizo kazi akapewa na yeye maua tu kidogo ya kujizimuazimua zimua, na wewe pia achukua hii kwako. Ndivyo alivyogawa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam indama suila man ahaqqu nasi bihusni sahabati qala ummuk, dhahabu hiyo. Qala thumma man qala ummuk, fidda. Qala thumma man qala ummuk, bronze. Faqala thumma man qala abuk Daraja ya nne kapata baba, yani club for him hm, wazungu wanasema mpigieni makofi kidogo. Lakini hajapata kitu kidogo, hajapata chochote? Au kapata thamani kidogo ya kuvishwa taji la maua, ameondoka baba. Vipi leo baba na mama hawapati fakhari hii waliovishwa na Uislamu? Kisha nini? hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, shida juu ya shida, amekubeba wahamluhu na kukunyenyesha katika muda wa miaka miwili, wafisaluhu fi amain, kukubeba na kukunyonyesha ndani ya miaka miwili. Anishkur li kikumbuke kitendo hicho, unishukuru mimi kwanza, mola wako kwa kujalia uhai, kisha waliwalidaika, washukuru wazazi wako wawili, alafu ilaya lmasir Kumbuka kwamba kuna marejeo. Umefika duniani, lakini kuna siku utarudi ulikotoka. Siku gani? Siku atakaponadi Allah atakwambia, kama ni mwema, ya ayatuha nafsul mutmainna irjii, sio ukhruji. Irjii liannaka min Allah wa ila Allah satarji

Malaika wanakupiga wanakugomba, wanakutukana, wanakufanyia mambo ya adhabu, kwa sababu hukuishi katika radhi za Mwenyezi Mungu katika dunia hii. Kwa hiyo anasema, ilaya marji'ukum, kwangu mtarudi. Ilaya almasir, marejeo ni kwangu. Pamoja na heshima hiyo tuliyowapa wazazi na msisitizo huo wa kwamba washukuru lakini likija suala la kwamba bado wanakutaka unishirikishe mimi, almun'im alawwal. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wakikushawishi wakikuhimiza wakikushurutisha kwamba unishirikishe mimi na chochote hapo, usiwatwii. Watwii katika kila kitu, fil ma'ruf hata wain kana fi shaiin yadhuruk, hata kama kuna kitu kinakudhuru wewe, sacrifice kwa ajili ya kuwaridhisha wazazi wako. Wafanyie wema, hata kama sio Waislamu, ni makafiri bado unatakiwa kuwafanyia wema. Hakuwa Nabii Ibrahim baba yake anaabudu masanamu? Bali anayauza bali anayatengeza

Akawambia saastagfiru lak allah, naondoka mimi, lakini bado sijakata taman, takuombea radhi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia, wain jahadaka ala an tushrika bima laysa laisa laka bihi ilmun fala tutihuma, watii katika kila kitu isipokuwa katika shirki, na pia pamoja na kwamba wanakuamrisha kushirikisha au si Waislamu, hawamsujudii Mola, wasahibu ma fi dunya marufa, sohobiana nao katika dunia kwa wema. Hukuambiwa kwa sababu si Waislamu uwatukane, uwahame, uwapige vita. Wema wao wa kukuzaa uko pale pale, kwa sababu dunia ni muda mchache. Kwa hiyo usiharibu mambo yako yoyote kwa ajili ya kuwapiga vita. Waache waishi katika dunia muda mchache tu, huu muda mchache kaa nao kwa wema. Sahibhuma fi ddunia marufa wattabi sabila man anaba ilai, fuata njia ya wale wanaonyenyekea kwangu. Kisha amekariri tena Mwenyezi Mungu suala la kurudi, ilaya marjiukum, kwangu ndiyo maregeo Faunabbiukum bima kuntum tamalun, ta ni kupeni habari kwa yale yote mliyokuwa mkiyatenda. Suali ni kwa nini Mwenyezi Mungu anarudia rudia aya iliyokuwa juu ya hiyo, ilaya lmasir, kwangu mtarudi. Aya ya pili, ilaya marjiukum, kwangu ndo marejeo yenu. Wewe na huyo babako, nyote mtarudi kwangu faunabbiukum bima kuntum tamalun ta nikupeni habari kwa yale yote ambayo mlikuwa mkiyatenda. Sasa kuna kitu kimoja hapa, mwanadamu anapokumbuka kwamba atakufa, hiki kitu humbadilisha katika misimamo ya maisha yake. Dhalimu vyovyote atakavyodhulumu, lakini akikumbuka tu kwamba kumbe kuna siku nitakufa kama ni fatin ataacha dhulma, kama ni asi akikumbuka kwamba siku moja nitakufa, ataacha dhulma, ataacha maasi. Mtu yoyote mbabe wa aina yoyote katika hii dunia, kama hakumbuki kifo, anafanya analolitaka. Lakini mambo yote ya dunia, wallahi, ukikumbuka kwamba siku moja utakufa, kila kitu kinakutumbukia nyongo Unaona, unakusanya una unakusanya, min hilika wa haramik, cha halali na cha haramu wansi. Ukikumbuka kifo tu, kila kitu kinabadilika pale pale. Lakini hayo kwa wenye akili na wenye itibar. Ukikumbuka kwamba utakufa, roho itatoka, utatiwa kaburini, kama kanu na we utakuwa hapo, kila kitu kinabadilika. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza akasema, akthiru Min dhikra hadimi lladhati wa mufarriqu ljamaati, akthiru min dhikra hadimi lladhati wamufariqu ljamaati, fanyeni wingi wa kumkumbuka mwenye kufarikisha watu, mwenye kuvunja starehe. Mkumbukeni huyo. Nani huyo? Malakul Mawti. Kwa sababu ukimkumbuka kwa siku huyu maisha yako utakwenda vizuri, utaacha kuiba utaacha kuzini, utaacha kumdhulumu, utaacha kunyanyasa, utaacha kunywa pombe, utaacha kwa sababu utajua kwamba mimi sijui wakati gani Mungu atatoa roho yangu. Unapokumbuka kifo ni mawaidha makubwa na hubadilisha masar ya maendeleo yako katika hii dunia. Tadhakkar wuqufaka yawmal ardh uriyana, mmoja alisema hivyo kuwaambia wenzake.

lini huko na pengine, mimi katika kufafua kwangu kuzikwa zikwa, hata Mungu asinikumbuke nimezikwa wapi, au wafufue wale alio wakumbuka, kumbuka tu. za amal ladhina kafaru an lan yubathu qul bala wa rabbi latubathun thumma latunabaun bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir. Yasir means simple mathematics kwa Allah subhanahu wa taala, jambo la kumfufua kila mmoja rahisi sana. Mja wa Mungu mmoja anasema mimi ni kifa, anawausia watoto wake, faharriqu juthati binnar, chomeni mwili wangu kwa moto. Watoto wakashangaa, qararu abina qararun saabun wa gharib, wasia gani huu jamani? Baba anahusia anasemaje, akifa tumchome moto, kisha anatuambia khudhu ramadahu chukua majivu yake yote yale ya mwili ule, yarusheni katika bahari. Kwa nini baba anasema? Kwa sababu Mungu nimegombana naye muda mrefu sana, nikifa akinikamata huyo, itakuwa matatizo makubwa. Kwa hiyo nichomeni moto, mkishachoma Mungu hanipati, atanipata wapi? Na misha kuwa majivu tena, jivu lenyewe limerushwa baharini limepeperuka na maji ya bahari. Watoto alipokufa baba, fanaffadhu wasiyata abihim, wakatekeleza wasia wa baba yao, wakampiga moto mpaka jivu likawa linaonekana pale, wakachukua jivu wakalirusha katika bahari. Allahu Taala anaona namna viumbe vi wake wanavyofanya vitimbi vya kumkimbia, lakini je, kweli mtu anaweza kumkimbia Allah?

Atasema mwiko kwa wapi? Kwa kukimbilia hakuna. Allahu muhitun bika min kulli janib, Allah amekuzunguka katika kila sehemu, utakimbilia wapi? Wapi pa kukimbilia? Ya mashara aljinni wal ins in istataatum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, enye viumbe wangu mkiweza kupenya mkakimbia katika mbingu na ardhi mkaenda pahala popote, fanyeni hivyo. Hamwezi kufanya mpaka kwa uwezo mkubwa zaidi ya uwezo wa Allah.